Ndugu wananchi, upande wa mradi huu wa daraja, ninafahamu mmeteseka kwa muda mrefu sana. Nilikuwa nimezungumza na injinia, walau wapate fursa ya kuwaeleza, lakini nimekumbuka, kabla ya kufika hapa, tumepata maelezo ya mradi pale. Taarifa tuliyopewa, mradi huu ulipaswa kukamilika mwezi uliokwisha, mwezi wa kumi na moja, lakini zipo changamoto ambazo tumeelezwa zimepelekea mradi huu kuchelewa kukamilika kwa wakati changamoto kubwa kuliko zote zilikuwa mbili. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kuondoa mi, mi, miundombinu hii ya watu wenzetu wa Tanesco, ilikwisha kufanyika na imekamilika. Lakini changamoto ya pili ilikuwa ni kuondoa, kuiweka sehemu sahihi baadhi ya miundombinu ya maji ambayo iko chini ya ardhi hapa tuliposimama. Hii imekuwa kazi ngumu na ndiyo imekuwa kikwazo kwenye kukamilika kwa wakati mradi wetu huu. Nataka niwapongeze serikali kwa sababu imeendelea kumbana mkandarasi, pamoja na changamoto ya ucheleweshaji wa utoaji wa miundombinu hii ya maji, lakini hapa tulipo si pabaya. Ombi langu kwa mkandarasi na injinia msimamizi wa mradi huu, wananchi hao wameteseka sana, wananchi hao kwa muda mrefu wamehangaika sana, na kwa bahati mbaya sana jiji letu la Mwanza lina malango makuu mawili peke yake ya kuingia ndani ya mji. Lango la kwanza ni hiyo njia ya kutoka Msoma kuja Mabatini kuja mpaka mjini, lakini lango la pili ni hii njia ya kutoka mjini kupita hapa Mkuyuni kwenda kule Buhongwa. Inapotokea changamoto ya mradi kama huu umechelewa, maana yake tunazifunga shughuli za uchumi ndani ya jiji letu lakini juzi imetokea changamoto ya mafuriko maeneo haya, wananchi mnafahamu adha mliyoipitia inakulazimu zaidi ya masaa matano mpaka sita, umeshindwa kuvuka ng'ambo ya pili kuingia ndani ya jiji letu la Mwanza. Nitumie fursa hii kukuomba sana mkandarasi na msimamizi wetu ambaye unatoka Tanlodi, maelekezo niliyopewa, maelezo ambayo yako ndani ya maandishi ni kwamba mmetoa muda wa nyongeza kwa mkandarasi anayejenga daraja hili mpaka tarehe ishirini na nane ya mwezi wa kwanza, lakini ukijaribu kufuatilia nje na changamoto za uhamishaji wa miundombinu ya maji na barabara, tukubaliane, kulikuwa na uzembe mkubwa sana upande wa mkandarasi, kulikuwa na ucheleweshaji mkubwa sana upande wa mkandarasi. Nataka niwahakikishieni, ndugu wananchi, damu yetu ni changa na hatuna cha kupoteza tumejielekeza kuja kufanya kazi ya wananchi miradi yote ambayo itakuwa ndani ya jimbo la Nyamagana tutaisimamia kikamilifu nataka niwaahidi ndugu wananchi hapa hiyo tarehe ishirini na nane iliyosemwa mwezi wa kwanza wanakabidhi kamati za bunge zinaanza na bunge rasmi tunaanza tarehe ishirini na saba mimi nitakuja nitakaa hapa kuanzia tarehe ishirini na sita mpaka tarehe ishirini na nane siku ambayo wanatukabidhi mradi huu lakini sambamba na hilo niombe sana, nimekwisha kuzungumza na injinia kabla ya tarehe ishirini na nane tumekubaliana walau kuanzia tarehe kumi mpaka kumi na tano ya mwezi wa kwanza, kabla ya makabidhiano rasmi ya mradi tarehe ishirini na nane tarehe kumi kabla, kati ya tarehe kumi mpaka kumi na tano ya mwezi wa kwanza barabara hii iwe imekamilika na imefunguka inatumika barabara hii hiyo imefunguliwa, wananchi wanapita na magari yanapita hapa juu. Hizo wiki mbili zitakazokuwa zimebaki zitumike kwa ajili ya utengenezaji na umaliziaji wa mitaro peke yake. Kwa hiyo kabla ya tarehe ishirini na nane kati ya tarehe kumi mpaka kumi na tano tunatamani, na haya ni maelekezo yetu, sisi ndio tumepewa ridha hii na wananchi. Tarehe kumi mpaka kumi na tano barabara ianze kufanya nini? wananchi wa Mkuyuni hapa, yaani tunapotoka, mimi naishi Mkolani kule. Ukifika hapo unafikiri ume, umetoka Geita. Yaani una nguo yako nyeupe huwezi kufika kule ukaingia ofisini. alafu wakati huo watu wanaona, mara nyingi wameambiwa kuweka maji, wanamwagilia maji, mtu anachagua muda wa kuweka kujaza maji katika hiyo barabara, na hii yote ni kwa sababu ya uzembe. Maana yake ni nini? Sisi nyinyi wakandarasi wa kiafrika tunawapa hizi kazi kwa gharama za fedha za Watanzania, lakini mnapochelewesha wananchi hao wanajisikiaje? Sasa, mimi nikuombe mhandisi, sisi tunataka tuka, tumeanza kazi kuanzia leo. Mimi nikitoka kule nikute maji watu, hakuna vumbi. Wananchi wapo wanateseka, kuna watu huko hawalali, vifua chuka, atajifunikaje? Maana yake nyinyi mnafurahi kwa sababu hamlali hapo, mnaondoka hapa mnakwenda nyumbani kwenu. Mhandisi, sisi tuko serious nataka ni nikwambie ni, ni teremu hii, ingekuwa kama mjaanza kumaliza hapa, haya magereda mngeacha hapa. Mlikuwa mnajua serikali ambavyo ilikuwepo ya kiongozi wote waliopita, malemu nyinyi ndio mlitaka hivyo na sasa na mbunge wa sasa hata kubali hayo, kupitia hii timu na kuomba nani, mwandisi, sisi hatuwezi kukubaliana na hii kitu inajitokeza. Nyinyi hamtusaidii kuomba kura kwa wananchi hawa, wananchi wana matumaini na sisi. Kwa hiyo niombeni mwandisi kesho kuanzia leo, mbunge, hawa watu wasituletee habari ya kuona vumbi tena hapo. Wanalipwa kwenye mkataba wao walishakubaliana, hatuna sababu ya kuhangaika na watu ambao wanatoka kule, yaani inakuwa ni kero. Mama moja juzi hapa amebeba mtoto vumbi, mnafikiri anatoka mgodini gate. <laughs> Nimekuja kujifunza kipindi uh, magari yakiwa mengi hapa asubuhi na uh, jioni, tunakuwa tuna foleni kubwa sana sometimes. Mimi nakaa upande mwingine kule Luchelele, foleni inaanzia Nyegezi kona kuja kutoka kule Nyegezi kona na kufika hapa inakuwa imechukua muda mrefu sana, na nilichokuja kujifunza ni kwa sababu ya, ya barabara kwa ni mbovu sana, kwa sababu watu magari yanapita taratibu taratibu, na yakisha kuwa mengi inasababisha foreign def. Kwa hiyo mimi ni muombe mkandarasi hajitahidi sana, at least kipindi wa ambacho wanaendelea kurekebisha hii daraja au anapitisha greda mara kwa mara, ili magari yaweze kupitika na kupunguza, kupunguza foreign. Sisi watu wa huku tunapata hadha kubwa sana mradi huu kama alivyoeleza mheshimiwa hapa, kumekuwa na changamoto kubwa sana ya uondoaji wa, wa mabomba. Pamoja na kwamba sisi inaonekana kama tunazembea, lakini changamoto kubwa ambayo nimeiona we mpaka kufikia wiki iliyopita mabomba alikuwa bado yanafanyia. Wakati naanza kubomoa lile daraja la zamani, kulikuwa bado na mabomba ambayo likawia karibu miezi sita wasiondoe, nicho kifanya nifanya tu kulipua pale ili bomba lile litoke ndio tuende, vinginevyo si ajabu mpaka sasa hivi kwa bado. Lakini kwa jinsi ambavyo tumeweza kufanya kazi kwa juhudi, kitu kinachosubiriwa sasa hivi ni mabimu yafikie kipindi chake, ambapo yatategemewa kufikia tarehe 24 na 20 mwezi wa kumi na mbili. Mabimu yale tutayaweka pale na ndani ya wiki mbili tutaweka slabu juu, kufikia tarehe kumi mwezi wa kwanza, kwa mimi ninavyojua na jinsi ambavyo nafanya kazi watakuwa wananchi wanaweza kupita.